Kama ambavyo tumekuwa tukikusogezea updates mbalimbali kuhusiana na masuala mbalimbali hususan siasa za kimataifa, na hivi sasa tuna story kuhusiana na Marekani dhidi ya Irani ambayo inasema kuwa hatima ya mvutano wa muda mrefu kati ya Marekani na Irani kuhusu mpango wa nyuklia huenda ikajulikana Aprili 12 mwaka huu, kufuatia mipango ya kufanyika kwa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya nchi hizo mbili. Shirika la habari la BBC limeripoti kuwa Rais wa Marekani Donald Trump amethibitisha kuwa mazungumzo hayo yatafanyika kwa kiwango cha juu sana, huku akitoa onyo kali kwa Irani endapo hakuna makubaliano yatakayofikiwa. Nanukuu, endapo hakuna makubaliano, hiyo itakuwa siku mbaya kwa Irani, alisema Trump baada ya kukutana na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Waziri wa mambo ya nje wa Irani pia alithibitisha kuhusu mazungumzo hayo, akisema kuwa ni fursa ya kihistoria lakini yenye changamoto nyingi, na kwamba yatafanyika huko Oman. Mazungumzo hayo yanakuja wakati ambapo Iran imekuwa ikikumbwa na shinikizo la kimataifa kutokana na kukiuka baadhi ya masharti ya makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 yaliyosimamiwa na Rais wa zamani wa Marekani, Barack Obama. Katika makubaliano hayo, Irani ilikubali kupunguza shughuli zake za nyuklia na kuruhusu wakaguzi wa kimataifa kufuatilia matumizi ya vifaa vyake hususan kwenye urutubishaji wa nyuklia. Hata hivyo, Trump alijiondoa katika makubaliano hayo mwaka 2016, akisisitiza kuwa hayakutosha kuizuia Irani kutengeneza nyuklia hiyo na silaha zake za nyuklia. Tangu wakati huo, shirika la kimataifa la nishati ya Atomiki IAEA limeonya kuwa Irani imekuwa ikikusanya hifadhi kubwa ya urani, hatua inayotia hofu kuhusu uwezekano wa kutengenezwa kwa mabomu ya nyuklia. Kwa upande wake Israeli imekuwa mstari wa mbele katika kuishinikiza Iran kuachana na harakati zake hizo za kurutubisha silaha hizo za nyuklia. Katika mkutano wake na Trump, Netanyahu alisema kuwa usalama wa Israeli uko hatarini endapo Iran itapata silaha hizo na kwamba Israeli haitasita kuchukua hatua za kijeshi kama njia ya kujilinda. Na nukuu, tunapendelea suluhisho la kidiplomasia, kama ilivyotokea Libya. Hilo litakuwa jambo la busara, amesema Netanyahu katika mkutano huo wa mwisho wa. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanasema kuwa mazungumzo hayo yatakuwa ya kipimo cha muhimu cha mafanikio ya kidiplomasia kati ya mataifa hayo simu. Iwapo yatavunjika, kuna hofu ya kuibuka kwa mzozo mkubwa wa kijeshi mashariki ya kati, huku mamilioni ya watu wakiwa na hofu kuhusu usalama wa kimataifa. Kwa sasa, macho ya dunia yanaitazama tarehe 12 Aprili kama siku ya uamuzi, siku ambayo inaweza kuwa ama kuandika historia mpya ya ushirikiano ama kufungua ukurasa mpya wa mvutano kati ya Marekani na Irani. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital takusogezea kila habari zinazojiri kuhusiana na mzozo huo.